Hii ni mojawapo ya operations ngumu iliyowahi kufanywa na jeshi la Israel katika kuokoa mateka mwaka 1976 nchini Uganda na ni moja ya operations zinazoheshimika sana duniani. Leo Global Makala itachimba kwa undani Operation Entebbe na jinsi kikosi maalum na makini cha Israel kilivyofanya kazi ya kuokoa mateka wao nchini Uganda katika operesheni iliyoitwa Operation Entebbe ama Operation Thunderbolt. Hapo mbele itakujuza jina lingine la operation hii. Mimi naitwa Daniel Vincent, endelea kuwa nami ili kujua chanzo cha operation hii. Siku ya Jumapili ya tarehe 27 Juni mwaka 1976, ndege ya Ufaransa Air France flight 139 ilianza safari kutoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion International Airport ulioko jijini Tel Aviv nchini Israel, majira ya saa mbili asubuhi kwa saa za Israel. Ndege hiyo ilikuwa ikielekea nchini Ufaransa katika jiji la Paris kupitia jijini Athens nchini Ugiriki. Ndani ya ndege hiyo kulikuwa na abiria 248 huku zaidi ya abiria 100 wakiwa ni Waisrael na Wayahudi. Baada ya ndege hiyo kupaa tu kutoka katika jiji la Athens, ambapo ililenga kuelekea jijini Paris, magaidi wawili wa Kipalestina wa kundi la PFLP, yani Popular Front for the Liberation of Palestine, kwa Kiswahili jumuiya ya ukombozi wa watu wa Palestina. Magaidi hao wawili na wengine wawili wa Ujerumani ya Magharibi waliiteka ndege hiyo wakiwa na bunduki na mabomu mkononi, na kumwelekeza rubani wa ndege hiyo kuelekeza ndege hiyo katika mji wa Bengazi ulioko nchini Libya kwa ajili ya kujaza mafuta na kisha baada ya hapo kuelekea nchini Uganda. Siku ya pili yake wakafika Entebbe nchini Uganda. Idi Amin aliwakaribisha magaidi na kuwapa ulinzi. Mateka waliwekwa katika jengo la zamani ambalo lilijengwa na Israeli kabla Amin hajavunja uhusiano nao. Watekaji waliwatenganisha mateka hao Waisraeli walikaa upande wao na wengine walikaa upande wao. Upande wa Israeli waliwekwa katika jengo ambalo lilikuwa limetengwa mbali kabisa tofauti na wale wengine, na baada ya siku chache, wale wasiokuwa wa Israeli waliachiliwa pasipo hawa mateka wa Israeli kufahamu. Sharti kuu la watekaji ilikuwa ni kutaka waachiliwe huru wafungwa 53 waliokuwa na asili ya Kipalestina ambao wa walifungwa magerezani katika nchi za Israel, Kenya na Ujerumani na nchi nyingine ndani ya siku 48, huku wafungwa wengi kati yao wa wakiwa katika magereza ya Israel. Serikali ya Israel ilikutana mara kadhaa ili kujadili jambo hili chini ya uongozi wa waziri mkuu wakati huo Isaac Rabin na waziri wa ulinzi Shimon Perez. Katika majadiliano yao kulikuwa na options kuu tatu. Option ya kwanza ilikuwa ni mazungumzo ya kisiasa kupitia kwa Rais Idi Amin wa Uganda wakati huo. Option ya pili ilikuwa ni kulipa fidia na kuachilia wafungwa, na option ya tatu ilikuwa ni uokoaji wa kijeshi. Katika option hizi zote tatu, option ya kwanza ya mazungumzo ya kisiasa kupitia kwa Rais Amin haikufanikiwa, na option ya pili ya kulipa fidia na kuachia wafungwa, serikali ya Israel ilikataa. Hapa ikabakia option moja tu ya mwisho kuandaa operesheni ya kijeshi na kwenda kuwaokoa raia wao. Jeshi la Israeli lilipata ramani za uwanja wa Entebbe kwa sababu Waisraeli waliujenga uwanja huo miaka 1960, hivyo ikawa rahisi kwao kupata ramani hiyo. Hivyo walitengeneza mfano wa uwanja huo katika jangwa la Negev na kuanza mazoezi kwa vitendo. Kikosi maalum cha Sareeti Matkal ndio kilipewa jukumu hilo. Dan Shomron alikuwa kamanda mkuu wa kikosi hicho, na Jonathan Netanyahu, kaka wa Benjamin Netanyahu, alikuwa kamanda wa kikosi cha mashambulizi. Safari yao walitumia ndege tatu aina ya C130 Hercules kwa safari zaidi ya kilomita elfu nne kutoka Israel hadi Uganda. Waliruka chini kidogo ili kuepuka kugunduliwa na rada. Nchi ya Kenya ilikubali kuwapokea askari wa Israel na kujaza mafuta kwenye kwenye ndege zao kwa siri. Safari ilianza usiku wa Julai 3 mwaka 1976. Ndege tatu za C130 Hercules ziliondoka katika eneo la Sham El Shah nchini Misri na kupitia katika bahari ya Sham kusini mwa Ethiopia hadi Kenya, ambako walijaza mafuta na kisha kusonga kupitia pembezoni mwa ziwa Victoria hadi Entebbe nchini Uganda. Wanajeshi hao walikuwa wameshapata mchoro mzima wa jinsi msafara wa Idi Amin ulivyo, hivyo waliposhuka katika uwanja huo kwa siri, wakaamua kutoka na msafara unaofanana na wa Idi Amin, wakielekea katika geti la kuingilia katika jengo ambalo mateka hao hasa wamehifadhiwa, ambapo wao walikuwa na gari aina ya Mercedes Benz nyeusi. Wakati huo Rais wa Uganda Amin alikuwa amekwenda katika mkutano wa Umoja wa Nchi za Afrika OAU. Na kumbe kitu ambacho hawakujua ni kwamba wakati huo Rais Amini alikuwa amebadili gari yake na hakuwa tena akitembelea Mercedes nyeusi, alikuwa akitembelea Mercedes nyeupe. Askari wa uwanjani hapo walipoona, waligundua tu lazima itakuwa ni mtego, hivyo wakafyatua wa risasi, ndipo askari wa Israel nao walipojibu uwafyatulia risasi na majibizano ya risasi yakaanza. Walifanikiwa kuvuka uzio huo na kuingia ndani ya jengo. Walipofika ndani ya jengo waliongea kwa Kiebrania na Kiingereza wakisema ya kwamba sisi ni askari wa Israeli, hivyo laleni chini. Katika mashambulizi hayo mateka watatu waliuawa kwa bahati mbaya katika giza. Jeshi la Israeli lilipambana vikali na magaidi hao na kufanikiwa kuwadondosha magaidi wote saba ambao walihusika na kuwateka raia wao. Mapambano yalikuwa makali yaliyodumu kwa muda wa takriban dakika 45, ambapo inakadiriwa askari 20 hadi 45 wa Uganda pia waliuawa katika operesheni hii. Baadaye, wakati wakiwa wanaondoka, askari wengine walikuwa wakiwawekea kava raia wakati wakielekezwa kwenda kupanda moja wapo kati ya ndege tatu walizokuja nazo. Wakati huo askari aliyekuwa akiitwa Yonathan Netanyahu, kaka wa Benjamin Netanyahu, kwa bahati mbaya alipigwa risasi ya shingo na kufariki papo hapo. Ndege ya kwanza iliondoka Entebe saa tano dakika 59 usiku, ilipitia Nairobi kujaza mafuta, kisha ndege zote zikaelekea Israel ambapo majira ya saa 3 dakika 53 asubuhi ya siku iliyofuata Yaani, tarehe 4 Julai mwaka 1976 walifika mjini Tel Aviv nchini Israel. Dunia nzima ilishangilia ushujaa na uhodari uliofanywa na jeshi na kikosi maalum cha Sarayeti Matkal katika nchi ya Israel. Mwanamke mmoja wa Kiyahudi aliyekuwa akiitwa Dora Bloch ambaye alikuwa ameachwa hospitali kwa bahati mbaya, aliuawa na askari wa Amin. Kama njia ya kulipiza kisasi. Baadaye, jina la operation hii iliitwa Operation Jonathan kwa heshima ya kamanda Jonathan Netanyahu ambaye ndiye askari pekee aliyekufa katika operation hiyo. Hadi leo operation hii imekuwa ikifundishwa majeshini katika nchi mbalimbali, ikionyesha jinsi ambavyo ushujaa unavyoweza kufanywa na askari na namna ilivyokuwa ni operation makini iliyopangwa kimkakati na iliyotumia akili nyingi sana. Pia ukitaka kuelewa kwa undani jinsi ambavyo operation hii ilifanyika, waweza kutazama filamu hizi: ya kwanza Victory at Entebbe, Raid on Entebbe, Operation Thunderbolt. Zote hizi ni za mwaka 1977, lakini pia unaweza kutazama movie inayoitwa Seven Days in Entebbe ya mwaka 2018. Mimi naitwa Daniel Vincent, endelea kuwa nami na tukutane tena kwenye video inayofuata.